Wailuwai, Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Asalamu as alaykum. <laughs> Asante sana. Kwanza na mimi naomba niombe radhi tena kwamba tumechelewa kidogo kufika hapa, lakini tumechelewa kwa sababu ya jambo jema tu kwa ajili ya wilaya yetu ya Monduli. Le <coughs> leo nimetoka asubuhi Dar es Salaam kwa ndege ya saa kumi na moja asubuhi nikiwahi kikao na mkuu wa mkoa wa Arusha Mheshimiwa Paul Makonda, lakini niliwahi kile kikao kwa ajili nilimwomba kwamba leo nataka viongozi wa kata ya Engaruka wenye vitu wa vijiji na malaiguanani twende tukamwone mkuu wa mkoa tukamalize changamoto yetu ya mpaka wetu wa Munduli na Longido. Kama walivyoelezea laiguanani kutoka Engaruka, Munduli tumepata baraka kubwa sana ya magadi soda. Magadi soda ni magadi yanatumika duniani sehemu nyingi sana na yamepatikana Engaruka na yatachimbwa pale kwa miaka zaidi ya mia tano. Sasa unajua, panapokuwa na neema kidogo ya pesa na mambo haya yanaonekana, lazima migogoro kidogo ionekane. Kwa hiyo sisi kama wanamunduli hatuwachukii wenzetu wa Longido, lakini tunataka tuweke mipaka sawasawa sawa, ili tuweze kujua ile baraka ambayo Mungu ametupatia tunaitumiaje wote kwa pamoja. Hatuna ugomvi na wenzetu wa Longido. <plos> Nimshukuru sana Mheshimiwa mkuu wa mkoa Paul Makonda, alikuwa na ratiba ngumu sana, lakini aliweza kutuona na viongozi wote na tukafanya kikao kizuri sana na akaahidi utekelezaji mzuri sana, tunamshukuru sana Mheshimiwa Paul Makonda.